Chuo Kikuu Mzumbe, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu kwa chuo. Uh, mimi nianze na shukurani kwa, ninashukuru mamlaka zote ambazo zilihusika kwa kuniamini kwamba ninaweza kushika hii nafasi kwa, kwa Chuo Kikuu Mzumbe kwa kipindi hiki cha miaka mingine minne. La kwangu la pili ni wapongeze, niwapongeze uh, rasi pamoja na timu yako ya management pamoja na wafanyakazi wote kwa kazi nzuri ambazo nazifanya. Ziko changamoto nyingi ambazo uh, nakutana nazo, lakini chuo kinaendelea na kunayo amani, kuna usalama. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba kitu ambacho ni cha muhimu sana na makamu mkuu wa chuo amekiongelea ni yule ushirikiano wa pamoja, ile teamwork ambayo ipo Chuo Kikuu Mzumbe ni, ni taasisi ya elimu na core business yetu ni kutoa uh, tuna, wa, tuna wa transform wanafunzi katika, katika taaluma mbalimbali. Kwa hiyo tunaita kwamba kwenye strategic management tunasema kwamba kuna primary activities na supporting activities. Kwa hiyo uh, wakati mwingi unaweza ukajisahau ukafikiri kwamba ile primary activity ambayo kufundisha ndiyo kwa muhimu sana kwamba hii ndio ya muhimu sana. Ni ya muhimu lakini sio ni ya muhimu sana kuzidi wale supporting staff. Kwa mimi nataka kuzungumzia kwa ufupi kwamba umuhimu wa wafanyakazi wa wote kwa ujumla wote, na ninapenda kuizungumza hii kwa kutoa mfano ambayo niliusikia kwa kiongozi wangu profesa Kuzirwa, alipokuwa anaongea na sisi miaka hiyo alipokuwa makamu kwa chuo alitoa huu mfano wa shirika la NASA ambalo walikuwa miaka hiyo wanatengeneza ndege kwenda hewani kwenda huko angani, wanaruka kwenda huko mwezini mara ya kwanza kabisa. Akasema palikuwa na mfanyakazi alikuwa anafanya kazi chooni, na huyu mfanyakazi alikuwa na furaha siku zote, very happy, alikuwa na furaha sana. Mtu mmoja akamuuliza siku moja, mbona una furaha sana? Akamwambia tunaenda mwezini. Akasema wanaenda mwezini? wakati wanafanya kazi chooni hapa, unaendaje mwezini wakati wanasayansi ndio wako kule? Akasema wanajua, kwa nini mimi na mimi nina mchango wa kwenda mwezini? Ni kwa sababu wanasayansi wanapokuwa wako busy kutengeneza zile mashine zao kule, wana mawazo yao yanaendelea. Sasa mimi kazi yangu na kuchoka machoki kwa safi na napo, huyu mwanasayansi anapoenda chooni asije akawa distracted asije akavurugikiwa na mazingira yale ya chooni, lile wazo lake ambalo alikuwa nalo likatoka, kwa sababu amekuta choo kichafu. Akirudi kule, anaanza upya, ile thinking yake inaendelea pale pale, mazingira ya chooni hayamdistabu. Kwa mchango wangu upo kwa mwanasayansi anapotengeneza ile mashine kwenda hewani kule. Kwa hiyo nataka kusisitiza kwamba umuhimu wa kujua kwamba wewe ambaye ni supporting staff na wewe ambaye ni academic staff, wewe uko pale mbele unahakikisha kwamba kuwafundisha hawa wanafunzi wetu tuwa transform vizuri, lakini huyu ambaye ni administration mtu wa finance, ni muhimu sana kuisha kwamba iko amani, iko furaha kwa wanataaluma wanaofanya kazi yao. Mtu wa procurement anahakikisha vile ambavyo tunavihitaji tumevipata kwa wakati. Kila mtu katika nafasi yake akitekeleza majukumu yake vizuri kabisa, tutafanya kazi yetu kwa ueledi, tutafanya kazi yetu kwa ubora, kwa sababu wewe hujazembea kwenye nafasi yako ambayo tumekuweka. Ah, lingine ambalo nimependa kulisisitiza ni kwa wanataaluma sasa hivi. Ah, ukiangalia sisi tuliosoma miaka hiyo, mwanataaluma au au lecturer yeye ndo aliyekuwa namiliki material yote yaani ndo kwa owner wa, wa, wa material kwamba bila bila kupata slides za mwalimu hujatoboa. Hatuishi kwenye hicho kizazi sasa hivi. Kizazi ni kwamba resources are available. Learning materials ziko mtandaoni zote. Changamoto, wewe mwanataaluma, unampelekea nini huyo mwanafunzi ili aje darasani akusikilize aone kuna umuhimu wa kwenda darasani. Kwa hiyo ninawapa challenge wanataaluma, tuwe wabunifu kwenye teaching zetu, tuwe na mbinu mbadala za kutengeneza thamani, kwamba ni kitu gani ambacho unaongeza thamani kwa huyu mwanafunzi aweze kuona kama mimi lazima niende kwenye hichi kipindi. Na sasa hivi kuna AI yupo, AI pale anatoa majibu ya kila kitu. Kwa kipengele kingine ambacho labda niunganishe hapo kwenye hiki ni matumizi ya teknolojia, ambayo sasa hivi tunashukuru kwamba na sisi kama chuo tumeboresha miundombinu, mtandao upo vizuri kabisa kwa sababu tunaelekea kwenye blended learning. Tunataka tupate wanafunzi wengi zaidi, wale ambao hawawezi kuja full time, tunataka tuwafikia hawa wengine. Kwa hiyo tunaboresha mifumo yetu mingi, na kwenye suala la AI tumeunda team inatengeneza mwongozo so guideline kwa sababu ni muhimu sana. Kipengele kingine supervision, naomba wakuu wa idara tuna tuna, tuna tuna audit kweli ya, ya, ya wanafunzi wetu kuchelewa kumaliza wanafunzi wetu uchelewa kumaliza katika ule muda wa admission tunatenya huku. Unajua, tumeanza sasa hivi PhD ndo tumeanza, lakini tuna masters sijajua kama huku inawezekana ipo, lakini kule main campus tuna hiyo audit kweli, na sijajua kama kama inadondokea na huku kwamba wanafunzi wanaenda zaidi ya ule muda ambao tume umepangwa ule. Kwa hiyo ninaomba wakuu wa idara na principal, tuwe na mkakati wasababisha hata kwenye hizi PhD ambazo tumeanza, kwa sababu eh, yani, factors za wanafunzi kumaliza mapema yuko mwenyewe yuko supervisor, mazingira ko nabidi, na tuje na mkakati yumkini na time almanaki kwa kabisa kwamba wewe bwana tu umeanza sasa hivi, tunakutaka kabisa kama by mwezi huu hapo umeshakuja kufanya presentation tuweke, kwa sababu usipo hapo ile time anaenda kukaa 2 years 3 years hajamaliza propose. Mwanafunzi mnapambana na mwanafunzi, mimi mwenyewe nao wanafunzi wa kwangu na asmini supervise, lakini unakuta kama mnapambana wanafunzi na kumi, na fikiri kwa idara tuweke mkakati tuweze kuwapush supervisor na mwanafunzi wake wazee kwenye ile ile ile, da, ile timeline kwamba bwana tumepewa by this time tukafanya presentation ya kwanza, by this time tufanye presentation ya pili, kwa niombe katika hilo kwamba tuhakikishe kwamba tunaweza kutoa wanafunzi katika ule ili waweze graduate mapema wale wa masters, lakini pia na hawa wa PhD ambao unakuta ndo wanachukua muda mrefu zaidi kwenye research. Niwapongeze mmeweza kushinda kupata zile research small grants sita, jipigeni makofi. Katika ile eneo pia nini la kwangu ni moja, end product ya hizo research sio research reports, sio nini, sio research reports tu. Chuo kimetoa hizi pesa ukakusanye data zikusaidie kupublish, hiyo ndio hiyo ndo, hiyo ndo mlengo Manake ndio maana kuna senior na junior, wewe senior ambao no, umemko ume, ume, ume pale kwenye hiyo team. Manake unatakiwa kuanisha kwamba kwa kwenye hizo research objects mlizonazo mnatoa papers ngapi. Hiyo ndio lengo, hasa lengo tupate publication. Consultancy zimekuwa ni chache sana. Mimi ninaomba tu, bado tunajiwekea mkakati, na ndio maana chuo bado tunatoa tunatoa training namna ya kuandika mimi nafikiri DPS wana uwezo wa kuja kabisa kwamba tukae pamoja. Tunamwita tu DPS mmoja wapo katika wale watu ambao wa, wana wameweza wamekwepo katika ile business ile mrefu. Sisi tumetuna hii hapa expression of interest alikuwa tu submit. Lakini kuna vitu bado hatujavijua zile hands on. Tumefundishwa lakini ile kurespondi bado. Mimi na nini, mnaweza mkamuita kabisa kwamba Dr. Mashariba na mmoja wapo wa timu akawapitisha, mna mna yaani, mna reply au re respond kwenye ile practical kabisa. Sambamba na hilo ni short courses. short courses, sijui Mbeya kama mmechangamka vizuri. Ni eneo ambalo nimeliona meli, ni, ni rahisi katika ofisi. Nimekaa ofisini mwezi mmoja nilekea mwezi wa pili sasa wa tano, lakini nilipokaa pale nimegundua wale ambao wako busy na short courses hawakai tu wakasubiri hapana wanachofanya ni wanaandika, unaandikia taasisi, ni watu wa customer care, wanataka mamafundishe customer service, mnaangalia ma, banks, ma watu huko na nini, mnatengeneza kozi yenu, mna design pale, mnampelekea principal barua, sambaza barua kwenye taasisi, mnaandika dates pale, an tutakuwa na hii training, iko hii hapa schedule, kwa siku tano, gharama hii yako hii hapa, tunaomba tuletee watu wana, wanapata watu wengine watakujibu watasema bana, sasa hivi hatuna fedha tumfanye. Lakini nimegundua that a lot kwa usisubiri, kwamba watakuletea watakuja kukutafuta wewe. Kawatafute, kawaambie mimi ninacho hichi kachakuofa. Baada ya muda unakuta utapata watu wako wa kumi, watu wako wangapi? Halafu sasa ukishapata ile training. Do it well Yani fanya kwa ubora kabisa ili wakitoka hapo wasione it was business as usual. Akisema bwana unataka course fulani nenda Chuo Kikuu Mzumbe. Kipengele cha mwisho katika co function ni outreach. Jamani, outreach ni giving back to the society. Ni kurudisha kwenye jamii kile tulichonacho, na hii inamhusu kila mmoja wetu. Ninaomba kwenye outreach isiwe motive ya badie msijamani. So it's about giving back to society. Uhitaji iwe ni kubwa. Tafuta watu, kwa sababu hii inatusaidia sisi kwenye kwamba sisi na sisi cok Mzumbe tuna thamani tuna mchango katika jamii inayotuzunguka tuna multimedia and campus makao mkuu chuo alizindua tarehe li ishirini, ni ambayo tumesema kwamba tunaenda blended. Ni muhimu sana katika hili, katika kwenda blended, kuna kuna namna nyingi, unakaa pale unarusha live, kuna ile una record. Kwa mimi niwaombe kwamba tuangalie namna gani tunaweza tukaitumia, na wale socket designers walioko pale watumieni, wale wawasaidie kuweka material zenu online, ku yani, kwa sababu anasema blended learning is not about putting the slides online. Uh -huh. Is about making sure that the student that is learning anafeel kwamba yupo darasani na anafeel kwamba mwalimu na mimi ninawasiliana na mwalimu, hata kama ndio mimi nasoma mtandaoni. Kwa manaake kuna namna fulani ya kutengeneza zile kozi zetu zikaonekana katika hiyo mlengo huko wa namna hiyo. Kwa hiyo ninaomba kabisa kwamba tuitumie vizuri. My last remarks. Wote kwa umoja wetu, na mkumbuka Makamu Mkuu wa Chuo alisema siku moja kwamba tunahusika kulinda brandi ya chuo kikuu Mzumbe. Kila mmoja wetu anahusika kulinda brandi ya chuo kikuu Mzumbe. Unailindaje brandi ya chuo kikuu Mzumbe? ni kwa kutekeleza majukumu yako kwa weledi, kwa uadilifu, kwa kuwajibika, ukitekeleza majukumu yako tuliyokupangia vizuri kabisa, tunapokutuma kazi kama mfanyakazi wa chuo kikuu Mzumbe, ukienda kule unatuwakilisha vizuri, maanake unaendelea kuilinda ile brandi ya chuo kikuu Mzumbe. Sisi chuo kikuu Mzumbe ni, ni brandi yaani, ni jina ambalo likitajwa huko mtaani lina thamani yake fulani tumelijenga kwa muda mrefu. Kwa hiyo wewe kama mfanyakazi wa chuo kikuu Mzumbe unawajibika kulinda, na unailindaje? Uadilifu. Unapokuwa mwadilifu kufanya kazi zako kwa uadilifu, manake unatengeneza sifa, kwa sababu unapokuwa mwadilifu kuna watu wanakuangalia, huyu ametoka wapi? Huyu ni wa chuo kikuu Mzumbe. Ah, kwa unakuwa na unaacha sifa fulani unapotekeleza majukumu yako vizuri, naomba niseme kitu kimoja. Wanafunzi wetu ndio customers namba moja. Jamani, niwaombe kitu kimoja, hiki ni cha muhimu sana. Mwanafunzi anapokuja ofisini, hebu muhudumie kulingana na nafasi yako uliyopewa. Mimi nao anasema hivi, unachopanda utakivuna, sawa? Unapanda nini katika maisha yako ya kila siku? Unaweza usivune wewe, lakini watoto wako wakavuna. Unapomtendea huyu mwanafunzi ambaye anakuja ofisini kwako kwa namna moja tu, unaona, hebu toka bwana una, unafanya usumbufu hapa. msikilize. Hapana. These are our customers. Msikilize, mwelekeze kama we, wewe sio wezi kumsaidia, mwambie nenda ofisi fulani au njoo siku nyingine, ukiwa na uhakika kabisa kwamba it is not within your power, it is not within your hands. Kile ambacho hakiko katika uwezo wako ndicho mwambie njoo siku nyingine. Mwenyewe hayupo. Nilipokuwa nilipo, nilipo dini wa school of business ndii madini na wanatoa transcript, mimi nilisemaga kwamba yani as long as dini, mimi simuhitaji mtu mwingine. Mimi nilikuwa nimefunga ofisi, unakutana na wanafunzi. Umeshafunga ofisi saa kumi, saa kumi na moja, wanafunzi wana natokelezea pale, ametoka Dar es Salaam siku ya Ijumaa, mimi narudi ofisini na print ile transcript, kwa sababu it doesn't cost mimi, ni muda mchache tu. Narudi ofisini na washa laptop na print, na mpa transcript yake anaondoka. Kwa ninachoomba kila mtu afanye kazi, kuwajibika katika nafasi yako alioipewa. Unapanda kitu ambacho utakivuna kesho. Cha mwisho uzalendo, uzalendo. Sawa jamani, unini uzalendo? Jamani sisi tumetengenezwa na chuo kikuu Mzumbe, kwa chuo kikuu Mzumbe It's namba moja, priority namba moja. If you are supposed to choose between another institution and Mzumbe unatakiwa uchague Mzumbe kwanza, hata kama una unapoteza gharama kubwa zaidi huko, yaani unapoteza faida kubwa. Lakini kwa sababu wale wameniona kwa sababu ya Mzumbe, si ndio? Jamani, leo anaitwa daktari, leo anaitwa umesha wengi wetu tumekulia Mzumbe na nyie wengine ndio mmeajiriwa, ndio kwanza mpo. Vijana mtakulia Mzumbe, mtakuwa na majina, lakini Mzumbe ndio imekutengeneza. Huko nje wanakujua kwa sababu ya Mzumbe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba priority activities ni namba moja, ni Mzumbe, kwa tutekeleze majukumu yetu kwanza. Kama kuna option nyingine, nataka kuambia kwamba choose Mzumbe kwanza, kwa sababu huo ndio uzalendo. Otherwise unapochagua kufanya activities nyingine, tena wakati mwingine ni ni ni, ni, ni za binafsi. Yani unakuta mtu mwingine amepata assignment binafsi huko nje at the expense ya Mzumbe, ya university, anakaa mwezi hayupo, wanafunzi wetu hawafundishwi, kujaweka mazingira yoyote. Mimi nasema hivi, chagua Mzumbe kwanza, sawa jamani? Asanteni sana, na Mungu atubariki chuo kikuu Mzumbe.